Urusi imetangaza kuwa itadai dhamana za usalama kutoka kwa NATO na Marekani kama sehemu ya makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya Ukraine. Mojawapo ya matakwa makuu ni kutolewa kwa uhakikisho rasmi kwamba Ukraine haitojiunga na NATO, jambo ambalo limekuwa lengo kuu la rais wa Ukraine Volodimir Zelenski. Akizungumza na gazeti la Izvestia la Urusi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko alisisitiza kuwa amani ya kudumu nchini Ukraine inaweza kupatikana tu kupitia dhamana za usalama zisizoweza kuvunjika. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atafanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin Jumanne hii ili kujadili uwezekano wa kumaliza mzozo huo. Akiwa ndani ya ndege ya Air Force One Jumapili jioni, rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo yake na Putin yatazingatia hasa masuala ya mgawanyo wa ardhi na mitambo ya nishati Nadhani tutazungumzia kuhusu ardhi. Hali hii ni tofauti sana na ilivyokuwa kabla ya vita. Kama mnavyofahamu, tutazungumzia mitambo ya nishati, hilo ni jambo kubwa, alisema Trump. Aliongeza kuwa kazi kubwa tayari imefanywa katika siku za hivi karibuni, na akasema kuna uwezekano wa kutolewa kwa tangazo muhimu baada ya mazungumzo hayo.

You know, uh, to... to... yeah. Mazungumzo haya yanakuja wiki moja baada ya maafisa wa Marekani na Ukraine kukutana Saudi Arabia na kupendekeza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 30, hatua ya kwanza katika kumaliza vita. Hata hivyo, Marekani bado inajaribu kuishawishi Urusi kuunga mkono mpango huo. Licha ya juhudi za kidiplomasia, mapigano bado yanaendelea. Urusi na Ukraine zimerushiana drones usiku kucha, maafisa wa pande zote mbili wamesema. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti kuwa Urusi ilirusha drones 174 zilizolenga maeneo tofauti nchini humo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema imeharibu drone 72 za Ukraine, baadhi zikiwa zimepanga kushambulia miundombinu ya nishati katika mkoa wa Astrakhan, ambapo mtu mmoja alijeruhiwa na moto kuzuka. Ukraine imedai kuwa vikosi vya Urusi vinaendelea na mashambulizi yao katika mkoa wa Sumi ulioko kaskazini mwa Ukraine kufuatia mashambulizi ya kujibu kutoka kwa Urusi katika kuski